Mama Samia wilayani Sikonge, baadhi ya wananchi kutoka katika kata mbalimbali wilayani humo wameshukuru serikali kwa kusogezewa huduma za matibabu ya kibingwa kwakuwa hatua hiyo inasaidia kuokoa uhai na kupunguza gharama za kufuata huduma hizo katika hospitali za rufaa. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakati wa kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya Mlogolo, wananchi hao wamesema utaratibu huu umekuwa msaada mkubwa kwa wananchi wasiojiweza kiuchumi na ni ishara ya upendo wa serikali kwa wananchi wake

Nilikuwa na harakati ya kumpeleka kinga, kwa hiyo nilikuwa naangaika kulingana na hali ya uchumi. Nimehangaika karibu, nilikuwa nategemea labda nitabahatika kuanzia kwenye mwezi wa kumi, lakini hata matarajio yalikuwa bado. Lakini namshukuru Mungu, baada ya kupata hizi taarifa ikabidi nami nikasema kwamba nije hapa. Kweli toka nimefika, nimeshukuru, nimepokelewa vizuri, japokuwa nime bado naendelea na huduma, na lakini nashukuru mpaka sasa hivi kwa hatua iliyofikia, nimeambiwa niende kwenye upasuaji. Nimefika hapa mm, kwa ajili ya kupata huduma ya kina mama. Naishukuru serikali kwa kweli, imeturahisishia kutuletea madaktari bingwa huduma hizi takie kujipate kutoka Kitete au ya mjini Mkapa Dodoma au Muhimbili, lakini serikali imefanya jambo la muhimu kutusogezea wananchi wake na tunaipata hii huduma. Huduma iko vizuri, tunaipata kwa wakati. Kwa kweli, wataalamu wanatoa huduma vizuri. Daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, Dr Gabriel Kitunusa anasema programu hii imekuwa endelevu kwa nchi nzima na wananchi wanafika kwa wingi kupatiwa matibabu. Leo tuko hapa, wiki hii nzima tutakuwa hapa Sikonge kuja kutoa hizi huduma za mkoba kwa wagonjwa wetu, lakini pia katika huduma hizi tutakuwa tunajengea uwezo uwezo na wataalamu wa afya ambao wanakuwa hapa hospitali ya wilaya ya Sikonge na zoezi tumeanza jana na mwitikio wa wagonjwa ni kubwa. Jana kwa kazi wangu wagonjwa uh, ambao wamekuja kumwona kina mama, tunaona wagonjwa zaidi ya ishirini, lakini pia kuna wagonjwa ambao tutaendelea kuwaona na mtikio na zikuwa mpoka leo, na mimi na wagonjwa kidogo wengi zaidi. Na katika wiki hizi zipo, tunaamini tuna wagonjwa wengi ambao watakuwa na shida mbalimbali uh, za magonjwa ya kina mama na na uzazi, lakini sio hiyo tu. Kuna magonjwa pia mengine, kuna mlazi kwa magonjwa ya ndani na bingwa wa watoto, lakini pia upasuaji lakini pia tuna wauguzi bingwa wa vyumba vya upasuaji na madaktari bingwa wa magonjwa ya ganzi salama na ganzi za usingizi. Kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi wote wa wilaya Sikonge na maeneo ya karibu kuja kupata fursa ya kupata huduma hizi muhimu za kibingwa ambazo serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezileta katika wilaya mbalimbali. Hii haijawahi kutokea toka nchini kupata kupata huduma hizi katika wilaya kila wilaya kufikiwa mara mbili kwa mwaka. Ni huduma ambazo kwa kweli zinafanya watu wanapata huduma zao vizuri, na wanapata ni yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba afya ya wagonjwa wetu au afya ya Tanzania. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Sikonge Dr. Catherine Katisho anasema huduma hizo za kibingo zinaenda sambamba na kuwajengea uwezo wa wataalamu wa afya wa hospitali ya wilaya ya Sikonge. Kama daktari na magonjwa ya upasuaji atalibingwa wa watoto na watoto nanatalibingwa da kwa dawa za usingizi salama. Lakini pia tumepokea muuguzi mbobezi wa huduma za chumba cha upasuaji o, tutakuwa nao kwa muda wa siku tano, ambapo ndani ya muda huu wa siku tano wataalamu hawa watatoa huduma mbalimbali za kibingwa na pia kuwajengea uwezo watumishi wa serikali ya wilaya ya Sikonge katika kutoa huduma za kibingwa. Tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita kiongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuboresha huduma za afya ya ya msingi kwa kuendelea kutoa dawa na tiba kwa ajili ya kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa wilaya ya Sikonge. Tong wa wananchi ni kuendelea kutumia hizi fursa zinazotokea mara kwa mara ambapo katika awamu ya nne wananchi wataendelea kupata huduma ambazo huduma hizi ndio wapaswa kwenda kupata hospitali ya mkoa Tutete, lakini huduma hizi sasa imekuwa karibu, ambapo wananchi wengi wanaweza kupata huduma za kibingwa katika ngazi ya afya ya msingi. Kwa na nawakaribisha sana kupata huduma hizi ambazo ni bora. Kambi ya madaktari bingwa itaendelea kutoa huduma kwa wananchi wa wilaya ya Sikonge kwa muda wa siku tano. Lina Rwambali, Sikonge DC habari.